Bwana amechukia kanisa la Tanzania, anataka utubu. Sio kwamba unachokifanya Mungu aoni ni kipindi tu amekuacha akajifanya kama vile haoni, lakini mwezi huu ni wa sita, ndio majira ya Mungu kufichua kile ulichokifanya kuanzia Januari, kile ulichokifanya kuanzia Februari, umekifanya Machi, umekifanya Aprili, umekifanya Mei, na sasa mwezi huu wa sita anakuambia hayo maovu uliko kiyafanya gizani kana kwamba Mungu haoni, nataka nikuambie, Mungu ameona machukizo unayoyafanya Mungu meona ukiliharibu kanisa, Mungu aliona ukifiga machunguli kanisani, tunaona watumishi wa Mungu unaleta upinzani katika kanisa, watu wanashindwa kufanya huduma, watu wanafanya kushindwa kuinuka. Nami naleta ujumbe kwako, kanisa la Tanzania, tubu. Usipo tubu, ghadhabu ya Bwana itakuangukia katika jina la Yesu aliye hai. Unajua, tuna watu ambao wako makanisani wanafanya vituko kana kwamba Mungu hawaoni. Sisi ni kanisa. Unaposikia Mungu anasema usimwache mwanamke mchawi, kwa leo sisi ni kanisa, mwanamke ni kanisa. Kanisa limegeukea miungu mingine, kanisa limegeukea kuabudu abudu miungu mingine. Lakini Mungu mwezi huu wa sita amefichua maovu ya wachawi wanaomwabudu Mungu wakiwa makanisani ya waganga wa kienyeji wanaojifanya wanamwabudu Mungu wakiwa makanisani, wapiga ramli wanaomwabudu Mungu wanajifanya wameokoka. Sikia neno la Bwana. Bwana ameona machukizo hayo unayoyafanya. Bwana ameona matatizo hayo unayoyafanya. Bwana ameiona dhambi unayoifanya. Bwana ameona uovu unaofanya. Bwana ameona machukizo hayo, anataka utubu, na usipotubu Ghadhabu ya Bwana iko juu yako. Kwa mwezi huu wa sita, ni mwezi ambao Mungu anakwenda kutangaza machukizo ambayo wanadamu wanayafanya aidha ni kanisani au kwenye taifa hili la Tanzania. Mungu hafurahishi kufa kwake mwenye dhambi, bali huyu mtu arejee kwa Bwana, atubu makosa yake, na Mungu ni mwingi wa rehema, atakusamehe.